Amewakejeli vinara wa upinzani kwa kile alichosema wamepelekea wa eneo la Ukambani kusalia katika upinzani na kusalia nyuma kimaendeleo. Rais Ruto ambaye anaendelea na ziara yake eneo la Ukambani amewataka wenyeji kuunga mkono serikali yake ili waweze kunufaika zaidi na maendeleo. Viongozi wa eneo hilo walioandamana na rais wakiwazomia wenzao kutoka eneo hilo wanaopinga miradi ya maendeleo inayoletwa na serikali. Kwa siku mbili mtawalia rais William Ruto amepiga kambi eneo la Ukambani, leo hii akitua kaunti ya Kitui, nyumbani kwa kinara wa Wiper Steven Kalonzo Musyoka. Ukambani hoye, Kitui hoye. Rais akiendelea kuwakejeli vinara wa upinzani kwa alichosema ametokomeza eneo la Ukambani katika upinzani na kupelekea eneo hili kusalia nyuma kimaendeleo, na siasa za ukabila na upinzani hazitawasaidia wakazi wa eneo hili sasa mimi nimekuja hapa na muwatangazie, mwambie Ruto amefika hapa, amesema mambo ya upinzani imekwisha. Ama mnasemaje watu wa Ukambani? Sikizeni bwana, sijui kama tunaelewana, lakini kuna watu wametumia uzuri na ungwana ya watu wa ukambani kupeleka hawa kwa mambo ya upinzani. Mimi nimesema hiyo story. Kwa mapenzi ya Mungu na tutafanya kazi chuu chini kulia na kushoto, mbele na nyuma, hii Ukambani haitakaa upinzani tena. Waziri wa Leba Daktari Alfred Mutua akipuuza siasa za baadhi ya viongozi Ukambani kupinga miradi ya maendeleo ili wenyeji wazidi kusalia katika umaskini na kueleza kuwa eneo la Ukambani alitabaki tena katika upinzani. Sisi hatutaki kuwa kwa opposition. Ukiangalia historia yetu, Paul Ngei alikuwa kwa serikali. Hii siasa ya political poverty strategy inaitwa vomwe na vayetwa hiyo, tumeachana nayo. Hiyo ni kitu ya zamani. Hii ni kionjo tu tunapata kwa William Ruto, he needs to continue miaka kumi yake ndio atuwekee stability kabisa. Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makoma Lombe akieleza kuwa sasa ni wakati wa maendeleo, wala si siasa, na wakati uchaguzi wa uchaguzi utakapofika, Wakenya ndio watakuwa na usemi wa kuamua ni nani atakayeongoza. Sasa ni wakazi wa, ni wakati wa maendeleo Unasikia? Yeah. Wakati, wakati wa kazi, wakati wa siasa utakuja na siasa, wakati wake ikifika zitapigwa. Yeah. Semeni ni sisi. Yeah. Mtaamua ama sivyo? Yeah. Ni nyinyi mtaamua. Yeah. Na mtaangalia watu na mtawapatia yeah, marks na mtasema ma, huyu amefanya huyu atafanya. Ziara ya Rais Ruto katika Kaunti ya Kitui imeonekana kuwafaidia wakazi wa eneo hili baada yake kuzindua miradi ya maendeleo ikiwemo soko la Kamuongo, barabara ya Mwingi hadi Kamuongo na kuwapa hatimiliki wakazi elfu kumi na tano. Kando na ile title Rais ametangaza hapa Kamuongo ya 15, 000, going to 16, 000. Your Excellency, nataka niambie watu wa Kitui, umetuwezesha Tuko na 42,000 titles leo ambaye tunasambaza Kitui County. Ziara hiyo inaendelea hapo kesho, Rais Ruto akitarajiwa kutoa kaunti ya Machakos ambako atafungua nyumba za bei nafuu miongoni mwa miradi mingine. Isaac Musyoka, Undugu TV.